Kwa niaba ya viongozi wenzangu na wananchi wa wilaya ya Mlele nakiri kupokea mwenge wetu wa uhuru ukiwa salama ukiwa unawaka na ukiwa unameremeta. Aidha, nakiri kumpokea kiongozi wa mbio za mwenge mwaka huu 2025 akiwa salama na afya njema pamoja na vijana wote wa kimbeza mwenge wa uhuru kitaifa 2025 akiwa salama kutoka kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mpanda ndugu yetu Jamila Yusuf Kimaro. Ni makabidhiano ya mwenge wa uhuru baina ya mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusuf na mkuu wa wilaya ya Mlele Alhaji Majid Mwanga na baada ya hapo mwenge huo kukimbizwa katika halmashauri ya wilaya ya Mlele kwa umbali wa kilomita mia moja tisini na mbili nukta moja katika kata nne za Utende, Kamsisi, Ilela na Inyonga kuzindua jumla ya miradi sita ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni moja nukta tano, ikiwemo miradi ya elimu, afya maji na barabara sambamba na kushiriki shughuli mbali mbalimbali za kijamii. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Ismail Ali Ussi akiwa katika kijiji cha Songambele alizindua shule ya msingi maendeleo iliyojengwa kwa gharama ya shilingi milioni 361.5 kupitia mpango wa uboreshaji wa miundombinu ya elimu. Mradi huo umewezesha ujenzi wa madarasa mawili ya elimu ya awali yenye matundu sita ya vyoo, madarasa saba ya elimu ya msingi, jengo la utawala pamoja na vyoo vinane vya wanafunzi na viwili vya walimu. Mradi huu una faida ikiwa ni pamoja na kutoa ajira kwa vijana wapatao 21, kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia kwa kupunguza msongamano wa wanafunzi katika shule mama ya Songambele, kupunguza umbali kwa wanafunzi waliokuwa wakitembea hadi shule ya msingi Songambele. Hali hii itapunguza mdondoko na utoro na kuongeza hamasa ya wanafunzi kujifunza, kwani shule itakuwa na madarasa na mazingira bora. Ujenzi huu ambao mnauona umekamilika, wa ujenzi wa shule hii ni miongoni mwa jitihada kubwa ambazo amezifanya mkuu wa wilaya, wamezifanya kamati ya usalama wilaya, amezifanya mkurugenzi na nyinyi wananchi kwa umoja wenu. Ombi langu kwa wazazi wa wanafunzi, kwa watoto ambao wanaishi maeneo haya, tuendelee kuwapeleka watoto wetu kwenda kupata elimu. Wapo baadhi ya wazazi walikuwa wanashindwa kuwapeleka watoto wao mashuleni, ni kwa sababu ya masafa marefu ya kutembea, lakini pia wengine ni kwa sababu ya mazingira yaliyokuwepo huko nyuma. Lakini leo hii shule hii ambayo mnaiona imejengwa hapa eneo hili la Songambele haina tofauti na ile iliyojengwa jiji la Dar es Salaam, haina tofauti na ile iliyojengwa ndani ya jiji la Dodoma. Naomba jipigieni makofi mitato hapa katika shule hii kutusaidia, imetusaidia sana hasa hasa kwa watoto wadogo wanaotoka mbali. Kuna, kuna sehemu moja inaitwa Didia walikuwa naishia njiani, lakini hapa kutoka hapa kwenda kwenda Songambele pale ilikuwa ni mbali, kuna maji ilikuwa na jaka hapo katikati. Naona imetusaidia sana kupitia hii ujenzi wa shule kwa sababu ya umbali kutoka nyumbani kuja shuleni. Ilikuwa inaishia njiani kwenye vichaka, vichaka. Daya, daya. Vile vile Ussi alizindua mradi wa ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya sekondari Uzega wenye thamani ya shilingi milioni 75, hatua ambayo imesaidia kupunguza msongamano wa wanafunzi na kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, kabla ya 45 kuongezeka kwa, kwa. Haya madarasa matatu yametusaidia kupunguza msongamano madarasani. Tulikuwa tunakaa kwa kubanana, madawati yalikuwa hayatoshi, lakini tumeletewa madawati, madarasa tumejengewa. Sasa hivi tunakaa kwa amani, hatubanani, walimu wamekuwa wengi, tunasoma kwa amani sana. Miradi mingine iliyotembelewa na mwenge huo ni pamoja na mradi wa maji Kamalampaka, ujenzi wa jengo la zahanati ya Ilela, uzinduzi wa klabu ya kupambana na dawa za kulevya shule ya sekondari Kamalampaka, klabu ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika shule hiyo, pamoja na kufunga kongamano la vijana katika wilaya ya Mlele, kutoka halmashauri ya wilaya ya Mlele, mkoani Katavi.